Ndugu waandishi wa habari, tulioko mbele yenu ni viongozi wa mikoa, wilaya, majimbo, kata, matawi, misingi na wanachama haba wa chama tuliokusanyika mahali hapa kwa ajili ya kutaarifu umma wa Watanzania kuwa kuanzia leo tumejivua rasmi tukiwa na akili zetu timamu pasipo kulazimishwa na mtu aina wa yoyote wanachama wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA. Tumefanya hivyo kwa sababu ya changamoto mbalimbali tunazokutana nazo ndani ya chama chetu. Viongozi na wanachama zaidi ya 100 ndani ya mkoa huu wa Shinyanga wanaunga mkono tamko hili. Kwa juhudi zote chama hiki kimekuwa na changamoto nyingi sana ambazo zimepelekea sisi kama wanachama wa chama hiki kuamua, kuamua kuamua kuchukua maamuzi ma ma magumu, na changamoto hizo ni pamoja na ubaguzi na upendeleo ndani ya chama kumekuwa na upendeleo na ubaguzi mkubwa sana. Kwa hiyo tumeamua kuchukua jukumu hili kuona kwamba tunaweza tukatafuta jukwaa lingine la kufanyia siasa zetu. mili kuvuliwa nyadhifa na wanachama bila kufata misingi ya katiba. Kumekuwa na matukio ya uonevu kwa viongozi kuvuliwa nyadhifa, nyadhifa zao na wanachama bila kuzingatia katiba. Yaani, kumekuwa hapa karibuni, kumekuwa na wimbi hilo sana. Ukionekana umefanya kitu ambacho wenzako hawakiungi mkono, ambao ni timu fulani, wanakwenda moja kwa moja na kupanga kukuvua nyadhifa zako bila kufuata misingi ya kikatiba ndani ya chama chetu. Chama chetu kimegeuka kuwa bahari inayofuga kambani. Aa, lakini tatu, kukosekana kwa misingi ya, ya kidemokrasia kusikilizana ndani ya chama kuko, kumekosekana uhuru wa maoni ndani ya chama haupo, usiri kutoa oni lolote mpaka uwe uwe kiongozi wa upande unayeunga timu fulani.